Mtazamaji, kama ambavyo unaona hapa pembeni yangu ni Profesa Dr eh, Masha. Huyu hapa ndo masha orijinali. Sasa masha masha masha, ndo huyu. Shikamo mzee. Asante asante asante, nawe karibu sana ndani ya Global TV ingawa tuko kwako kwa kwa. ya lengo letu hapa, tunataka kujua historia ya nchi yetu ya Tanzania kwa ajili ya manufaa ya vizazi hivi na vile vinavyokuja, ili tuweze kujua tumetoka wapi. Historia Tanzania ni ndefu na nzuri na na watu wengi wanaohusika. E, kwa kiasi ninachokumbuka e, tumekuwa na historia nzuri sana tangu utawala wa Mwalimu Nyerere paka e, kaingia Mwinyi, kaingia Mkapa, kaingia Kikwete na sasa tunaye bwana Magufuli. Uh, ni kwamba Tanzania kwa bahati nzuri imetoka katika utawala wa kizazi cha zamani ambacho ni pamoja na chetu, ndio mimi Nyerere alikuwa na mzidi uh, mpaka sasa utawala umeshaingia kwenye kizazi kipya uh, cha kina Magufuli uh, na kwa upande wangu nafurahi kwamba tumepita kipindi chote hiki katika hali ya amani ingawa kidogo palitaka kutokea machafuko kidogo huko Zanzibar katika uchaguzi uliopita, lakini kwa ujumla tumekuwa na historia nzuri Tanzania, na nchi yetu ime kwa nimekaa Umoja wa Mataifa vile kwa miaka mingi, Tanzania ina sifa nzuri sana. Angalau wakati nilipokuwa kule ilikuwa na sifa nzuri sana na kubwa kimataifa. Kila mtu anafurahi na kujivunia jinsi ambavyo Tanzania ni moja ya nchi barani Afrika inayosifiwa na utajiri mwingi tulionao, moyo uh, wa upendo, jinsi ambavyo tunaishi kwa amani ambayo tulionayo. <clears throat> Lakini tunataka kujua hasa, kwa sababu ukisikiliza kwa upande wa pili wanasema hata kuanzia enzi za zamani, kwa mfano kulikuwa kuna migogoro upande wa vyama nini, kuna watu ambao walipata shida mpaka kuhakikisha tunafika hapa, ndicho ambacho tunataka kujua ili tuweze kujifunza tunataka kujua ni mambo gani ambayo uh, yalitokea hapo nyuma ambayo ha, watu hawayajui, hayajazungumziwa kwenye magazeti, kwenye TV, kwenye radios, hususan kwa sisi vizazi hivi vya sasa na vile vinavyokuja, ili tuweze kujua upande wa pili. Labda ningusie kidogo tu uh, mambo ya katika historia ya, ya siasa political history ya Tanzania kwa baadhi ya, ya mambo ambayo hayasemekisemiki sana ingawa nianze uh, kwa kusema kwamba katika siasa, katika siasa tofauti zitakuwepo, haziwezi kuisha na hata makundi katika siasa hayaishi, kwa sababu vyeo vikubwa vya, vya madaraka ni vichache. Kwa hiyo uh, kwangu mimi si, sina tatizo na baadhi ya haya yanayotokea na ambayo pengine mengine haya elezwi ama yafundishwi katika historia ya nchi yetu, lakini makubwa katika historia yetu ni muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Hilo Watanzania lazima okay, walikubali walielewe, na natumaini hatutavunja huo muungano, kwa sababu yote ile muungano utadumu, na tunavyoendelea mpaka sasa, naona dalili hizo. Uh, lingine kubwa ambalo lime- uh, limetokea ingawa lilileta kama mtafaruku katika nchi yetu ni ugomvi wa madaraka na kisiasa katika kati ya Mheshimiwa Rais Nyerere uh, na Mheshimiwa Kambona. Uh, jambo ambalo mpaka lilileta hata uh, kwa mara ya kwanza mashtaka ya uhaini wa baadhi ya watu walioshtakiwa kwa uhaini. Hilo nalo halielezewi vizuri, na matofauti zao zilikuwaje. Katika mambo ambayo naona hayaelezwi ni mojawapo ni hilo, na hilo limefanya baadhi ya watu wasiwe wanaelezwa ambao wamefanya mchango mkubwa sana katika Tanzania kwa, sijui kwa hofu ya kwamba watajulikana walikuwa upande wowote katika hayo, ama kwa ku, kwa sababu halielezwi vizuri basi hawaelewi ni nini kilitokea. Na kwa kweli imekuwa ni miaka mingi Watanzania wengine wengi hata wala hawajui lilikuwepo. Eh yeah, wala, wala uh, ja, jambo lingine ambalo umesema kwamba hususan kwenye hilo swala ambalo lilitokea kati ya alikuwa waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Kambona mm. na hayati baba wa taifa kuhusiana mm. na na masuala ya uhaini na haizungumziwi. Sasa tunataka kujifunza ili tuweze kujua kumbe, ah, kumbe mpaka tunafika hapa, kuna tukio kama hili liliwahi kutokea. Uh, haukuwa karibu na Kambona kusema kwamba ni rafiki yako? Yani ni watu wanasema best friend, lakini kutokana na nafasi uliokuepo uliokuwa nayo wewe na yeye kwenye chama cha TANU Uh, kutokana na swala la kazi mlijikuta mnakuwa pamoja, labda wewe kwa upande wako kwa kile ambacho ulikishuhudia unaweza ukafunguka ukatwambia. Kwangu mimi niliyaona kama mambo ya kawaida katika siasa, uh, tofauti za watu wakubwa ambao watajidhania kwamba labda kuna ambao wanataka kuja kuwaondoa kwenye nafasi walizo nazo na ushawishi na unaowekwa na watu wengine wa mashabiki wa makundi mbalimbali kutaka ku e, mtu wao ndiye aonekane mzuri zaidi au mbaya zaidi, mtu asiyempenda aonekane ni mbaya zaidi. Uh, na hilo kwangu ndivyo nilivyoliona hilo tatizo la kati ya Kambona na, na uh, uh, laba na hapo mzee, uh-huh. Niulize swali kwa manufaa pia ya watazamaji na hmm. wa Tanzania. Maana hmm. ya uhaini ni nini? Maana ya uhaini ni kwamba ni mtu ambaye kwa makusudi Uh, anafanya mipango ya kugeuza utawala uh, halali, aha, kwa njia ambazo sio halali kikatiba. Kwa hiyo Kambona alikuwa anataka kugeuza ama kupindua utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mimi siamini hivyo, wewe huamini hivyo. Lakini ndio tuhuma ambazo zilizokuwa. Lakini ndivyo baadhi ya watu walivyolionesha. uh, sasa nadhani hakuwepo Kambona peke yake kwa wale kwa kituhumiwa na na nadhani katika kipindi kile ilikuwa ndo tukio ambalo lilikuwa limetikisa sana kama ambavyo unasema itikisa sana hiyo itikisa sana sasa katika wale ambao wale wame wame wamegusiwa kwamba walikuwa ni miongoni mwa kambona hmm. waliokuwa wakitaka kupindua ilikuwaje nani aliibua hiyo siri nani aligundua hapana kiasi inavyoelewa mimi ni kwamba katika historia ya siasa za Tanzania za Tanganyika huko nyuma, Kambona alikuwa ni mtu alipendeka sana kwa watu, sio kupendeka sana kwa kumpinga Nyerere, hapana, lakini naye alikuwa na nafasi yake ya kupendeka sana mpaka watu wakawa wanafanya mambo hata kuchana nywele wanachana kikambona ma nini, watu walimpenda Kambona. Kambona na Nyerere wote wawili walikuwa wameshiriki kwa kazi kubwa sana kujenga, kuleta uhuru pamoja na kujenga nchi. Uh, lakini basi ukiwa rais kama alivyokuwa Mwalimu Nyerere uh, taratibu zako na ulinzi unaopata na nini ni tofauti na mtu aliye katibu mkuu wa chama uh, nafasi yake ya kuchanganyikana na watu ni nyingi ni, ni, ni, ni, ni, ni nyingi zaidi kuliko rais. Rais ana madaraka mengine ambayo yanamfanya watu waunanii kidogo, lakini si kwamba kupendeka kwa Kambona kulikuwa kunapunguza uh, uwezo wa uh, Nyerere kufanya kazi. Kwangu mimi sikuona hivyo, lakini watu wengi walielewa hivyo na wakaanza kuona kama huyu anapendeka zaidi kuliko huyu mm. Lakini kuna hii dhana ambayo imejengeka kwa vizazi vyote na wote tunajua kwamba Nyerere ndo ametusaidia. Pia baba yetu wa taifa, tunampenda sana, kwamba ametuletea uhuru wa Tanganyika mpaka Tanzania. Je, mm, kwa upande wangu mimi siamini kama harakati hizo alifanya peke yake. Lazima kutakuwa kuna watu nyuma yake. Sasa wewe unakumbuka kwa sababu ulikuwepo Unaweza ukatuambia watu gani wengine ambao walishiriki kusaidia kuleta uhuru wa nchi yetu ya Tanzania ili tuweze kujua, labda turudi nyuma kidogo, kwa sababu kabla Nyerere hajawa maarufu kisiasa, palikuwa na chama kilikuwa kinaitwa ta Tanganyika African Association. Hakikuwa chama halisi cha kisiasa, lakini kilikuwa kinajenga umoja kwa watu, kwa Waafrika wachache waliokuwa serikalini kwenye vyo vyo vichache na wengine waliopenda kujitambulisha na hicho, na mmoja wapo wa watu ambao walikuwa maarufu sana katika hiyo ni bwana alikuwa anaitwa Sykes, na ndio maana uko wa Sykes una heshima sana katika Tanzania kuleta eh, katika kuleta uhuru, lakini hakikuwa chama cha kisiasa na sielewi kama wakati ule ukoloni ulikuwa unaruhusu vyama eh, vya siasa kufikia mwaka hamsini na nne. Eh, Nyerere akiwa ni me--ni mwanachama wa taa ndio akaingia mle akabadilisha mpaka kikawa chama cha siasa cha tano, Tanganyika African National Union. Nyerere akapata umaarufu kwa kukibadilisha kuwa chama cha siasa halafu kukieneza katika nchi nzima, na pamoja na kwamba walikuwapo watu wengi sana ambao walishiriki kufanya hivyo lakini wako katika watu ambao walisaidia sana kukiendeza, mmoja wapo ni Kambona kama katibu mkuu. Walikuwa hapo watu wengine kama Mzee Kamaliza katika vyama vya wafanyakazi, e, wakina marehemu Tumbo. Lakini hawa wawili, Nyerere na Kambona, kisiasa walikuwa maarufu sana, walikuwa maarufu sana katika kueneza siasa za kutafuta uhuru mpaka kufikia uhuru mwaka sitini na moja, na waliendelea vizuri tu, lakini nilivyosema huko nyuma eh, lazima kukubali kwamba siasa, ushindani wa kisiasa na magomvi katika siasa ni jambo la kawaida nasemea hao ambao walikuwa wanafanya kazi kutokea Dar es Salaam. Kuna wengine walikuwa wanafanya kazi nje kidogo, ukoo wa Bomani kwa huku Mwanza. Vyovyote vile ukiangalia siasa za, za, za, za, za, za uhuru katika mkoa wa Mwanza huwezi kukosa ukoo wa Bomani, uwezi kukosa ukoo wa wakina e, e, Swai ama Silo Swai. Alifanya mambo makubwa sana nani, mpaka kawa hata alipokuja kuwa katibu wa fedha wa chama cha tano alikuwa amefanya mambo. Palikuwa na watu wengi tu wengi tu, wengine kutoka Mbeya, lakini wawili wakubwa waliojulikana sana walikuwa ni huyo Kambona na Nyerere. Mtazamaji, moja ya vitu ambavyo vinadumisha historia ni pamoja na kutunza kumbukumbu na kuenzi. Kwa nini hapa kwenye nchi yetu ya Tanzania kuna watu ambao eh, wamefanya mambo makubwa sana eh? Enzi hizo kabla hata ya kupata uhuru na baada ya kupata uhuru hmm. Lakini hawazungumziwi hmm. Unahisi ni kwa sababu gani? um, mimi nadhani uh, la kwanza ni huko tulikotoka katika mfumo wa chama kimoja, na katika mfumo wa chama kimoja ili wasi wanaoyazungumzia na wanaoyafundisha wasionekane kama wameingia kwenye makundi ya kisiasa Waliona kundi moja -Mwalimu Nyerere ndio la kuzungumzia, lakini bado hata kama ukisema kundi, maana kundi linaungwa na watu mm, bado narudi pale pale na pointi yako ambayo umesema kwamba si peke yake aliyefanya harakati mm, za kuleta uhuru, wako wengi nyuma yake mm, akiwemo na Kambona. Kwa nini hawazungumziwi na wakati walifanya ama walileta mchango mkubwa? Kwa nini watu wafundishwe mashuleni? Kwa nini historia ya nchi yetu sasa hivi kwa kizazi hiki hatuheshimu hata uh, muda wa bendera. Zamani ulikuwa ukisikia saa kumi na mbili ikipigwa filimbi, hata ulipokuwa umesimama yani huwezi hata ukatembea hata hatua moja. Hata mimi binafsi nina masikitiko moyoni kwamba uh, historia hii hayafundishwi vizuri, haiendelezwi haya vizuri, na nasikitika zaidi kwamba hata kwenye vyuo vyetu wana idara za historia hawaandiki hawayatafuti haya, lakini ni pungufu ambalo linanisikitisha eh, sana. Wa kulijibu sijui, maana yake utapasha kuuliza vyombo vya habari, kwa nini? Hata vyombo vya habari utauliza kwa nini? Wanasiasa na, yes, wana na marais ambao wamekuwepo hawajazungumzi hayo. E, ni wengi sana ambao nadhani wanalawama kwa nini hii historia imetokea ime jinsi ilivyo kwa Tanzania na mimi nasikitika, lakini, uh, natumaini kwamba huko mbele huko mbele, na pengine si mbali sana, wa, wa, hata taaluma katika mashule zitabadilika, kusudi kurekebisha mapungufu mapu, ile ambayo ni kubwa sana kielimu. Mzee Masha, tunahitaji kujua azimio la Arusha ni nini kwanza na ilikuwaje likaundwa na m, nini kilitokea mpaka kufikia hatua ya mwalimu ama baba wa, hayati, wa taifa hayati baba wa taifa kulitangaza Azimio la Arusha kwa nchi yetu? Lina historia ndefu kidogo. Wakati nzuri kwangu mimi nilikuwa katibu mwenezi wa chama ambacho ndio kichopekee kilikuwepo wakati ule, wakati linapasishwa mwaka 67 kule Arusha lakini kure, kuelewa chanzo chake lazima kwanza kuelewa hali ya ulimwengu wakati ule, e, katika mfumo wa nchi za ukapitalisti na nchi za kisoshalisti na jinsi zilivyokuwa zinashindana ku, ama kutawala ama kushawishi nchi mpya ambazo zilikuwa ndizo zinaibuka, e, katika ulimwengu pamoja na nchi yetu wakati ule e, Wakapitalisti walikuwa wana mashindano yao kwa sababu zao peke yao huko nje, katikati kat yao na wasocialist wa, wa komunisti, na walikuwa wanakuja Afrika kutafuta kushindana, ni nani wa mshawishi aende upande huu aende upande, na baadhi ya viongozi wetu wa wa Afrika pamoja na mwamilee walikuwa wamesoma Uingereza wamesoma Ufaransa wamesoma wapi katika kipindi ambacho ushindani huu ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo walivyokuja, walikuja vile vile na mtazamo wa namna ya kuendesha nchi zao, wale waliopata nafasi ya kuongoza. Na ndivyo Nyerere vile vile alitu alitupeleka. Kuna wengine walijaribu kufanya katikati ya wakomunisti wasosialisti na wa capitalist mm, eh, wengine ikashindikana kabisa, wanakuwa wanakwenda mkondo huu na palikuwa ni mashindano makubwa sana sana ya kutawala nchi hizi na kuendesha viongozi wake. Sasa kufikia mwaka wa sitini na tano nchi yetu ilianza kukitaka viwanda msaada wa viwanda Uka, ukivitafuta Uingereza, wasocialisti wanakasirika, na wale wanatafuta watu wao kutaka ku ukienda kwa nchi za kisocialisti na kikomunisti hasa Urusi, hawa watu wengine nao wanakasirika, wanataka kuzuia kusudi msifanikishe hayo mambo yenu, ndio ikafikia mahala uh, uh, watu wa viongozi wakawa wanatafuta namna ya kuendesha nchi zao kwa mfumo ambao walidhani ungekubadilika vizuri zaidi kwa watu wao na ambao wangeweza kuutumia kujihami na hizi mshindani wa nchi za magharibi na mashariki. Nifikia mahala ambapo vyama vya wafanyakazi vinapata matatizo e, kwa sababu e, vinataka viendeshwe kikomunisti ama kisocialisti. E, viwanda vinataka viendeshwe kikapitalisti. Ikawa tatizo namna kuende atu, nazimure, Tanzania, Indiyo, Marcus, tina, saba, ya kuendesha nchi mpaka mwalimu alipofikia hatua kusema kwamba hapana, tuwe na azimio letu na sisi ambalo linatoa mwongozo ambao watanzania watakubali. Ndio mwaka 67 kwenye mkutano wa halmashauri kuu ya taifa mwalimu Nyerere akaja kutoa Azimio la Arusha kwenye kikao Uh, kwa- kwanza, na watu wengine hawaamini kabisa kwamba alikuja na kakaratasi kadogo tu kamoja, ameandika vi, vi, vi, nani, sentence vichache, na alizungumza kwa muda mrefu, sikumbuki ni muda gani, lakini kwa muda mrefu kuelezea hilo Azimio la Arusha litakuwaje, ni mambo gani yawem. Uh, kutokana na hayo mazungumzo, speech yake yes, ndio nilikwenda nikaitengeneza na nikatengeneza hilo Azimio la Arusha kufuatana na mazungumzo alikuwa ameyatoa kwa maneno yake mwenyewe, na kikao cha halmashauri kuu kiliyapitisha yale maazimio. Kwa nini waliita Azimio la Arusha? Arusha ni mkoa? Hapana, Arusha ilikuwa ni mji ambapo kikao kilitokea. Ni hilo tu kwamba kikao cha halmashauri kuu Masha, ambacho kilipitisha zikora azimio kilikuwa kilikutana Arusha. Arusha ndio maana wakaita Azimio, Azimio la Arusha. Arusha ni sababu mm hiyo. -hmm. Wakati huo ulikuwa bado ni katibu mwenezi. Ndio. Mm -hmm. Kuna picha ambayo mtazamaji kama unavyoiona hapo kwenye eh, screen yako inaonesha Mwalimu Julius yes, Kambarage Nyerere akiwa na viongozi tofauti tofauti. Eh, akiwemo kiongozi gani hapo kuna kama huyu ambaye amesimama amesimama huku nyuma ni nani? Mheshimiwa Mkapa Mkapa, inamuona Mkapa kwa amesimama. Mtazamaji angalia hiyo picha vizuri <laughs> e, kulikuwa kuna viongozi gani wengine, siwezi kuwatambua. Mama pale kwa o, na watu ik, kwanza nieleze kwamba kicho ni kilikuwa ni kikao eh, ambacho nilikuwa nimekiitisha pre, press conference e, eh, wakati eh, mwalimu sasa anatoa Azimio la Arusha hadharani, wa, watu wa habari walikuwa walitoe wa hadharani kwa Watanzania na ni, ilikuwa ni katika, kwa, kikao cha, cha kamati kuu katika ile ya, ya, ya chama. Walikuwa na viongozi wengi waliokuwa na nafasi wote walikuja pale, tuna livyosema Mheshimiwa wa, wa, Mkapa ambaye alikuja baadaye kwa rais, alikuwa na kina Jamal eh, Salmani Kitundu, uh, kina Shimumbita Shimumbita, wakati ule akiwa ni ni, ni, ni, ni pre-sekretari wa rais, akina Sakaisa akiwa mwanahabari uh, uh, Paul Sozigwa alikuwa katibu mkuu wa wizara ya habari, na watu wengi tu ambao uh, wakati katika walikuwa maarufu katika kuhusiana na mambo ya habari na ule moto wakati wa Azimio la Arusha unatangazwa na kuendelea kufanya kazi, ilikuwaje ukaisha? Kusema kweli, huo moto haukuisha kwa muda mrefu sana, na palitokea vikao vingi vya kuhamasisha watu na kulifanya lieleweke. Eh, moja ya mambo ambayo tuliyafanya, niliandaa yalitokea well, maswali mengi sana watu wanauliza maswali, wengine matajiri wanaona watanyang'anywa mali zao na nini na, na hasa nationalization ilipoanza. Uh, kwa hiyo watu walikuwa wanauliza maswali mengi sana, hatima ya mali zao, hatima ya nchi itakuwaje? Basi tukakusanya maswali, kusanya maswali mengi tu, halafu yakawa yanajibiwa lakini majibu yote ilikuwa kuyapitisha kwa mwalimu kusudi. Kwa hiyo nilitoke kitabu kingine maswali na majibu juu ya azimio la Arusha, kusaidia wale ambao walikuwa na wasiwasi e, itakuwaje? E, nchi ilikuwa bado haijabadilika sana hata kiuchumi na nini, lakini maswali yalitokea mengi tu mengi tu ambayo yanahitaji kujibiwa e, juu ya ardhi na jinsi wakulima watakavyokaa kwa kwa hiyo tu, tulitoa kijitabu kingine ujamaa vijijini maana ya azimio la Arusha, na siasa za ujamaa jinsi zitakavyoendeshwa katika vijiji na kwa, kwa watu ambao wanaishi kwa nani kilimo kwa na, hivyo eh, uh, eh, vilitokea hivi vya kuwasaidia kuelewa. Ni wapi tunakwenda wakati ule sibuka loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi sibuka fm imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa sibuka nchini kote jishindie trekta aina ya john deere 565 bodaboda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ng'ombe 50 na zawadi nyingine kem kem kem. jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamala wa mpesa kisha